Iyo, bana mambo vipi? Yes bana, ni siku nyingine tena tunakutana kwa ajili ya kuweza kusogezeana hits mbalimbali za kiburudani, story ambazo zimeendelea kusumbua on town, na moja ya story kubwa sasa hivi ni kuhusiana na msanii wa Mbongo Flava ambaye anatoka katika record label ya Konde Gang. Ninamzungumzia Ibraah TZ. Of course hizi siku mbili amekuwa kwenye mtafaruku na sintofahamu baada ya kuposti kupitia IG yake akiomba msaada bana, kuweza kusaidiwa bilioni moja kwa ajili ya kuweza kutoka katika karibu hiyo ya Konde Gang, jambo ambalo limeweza kuwashtua wengi sana wadau wa muziki na wafuatiliaji wa game ya Bongo Flava kuweza kuona nini macho kinaendelea katika lebo ya Konde Gang, lakini pia nini macho kinaendelea katika lebo za Tanzania, kwa sababu kumekuwa kuna mfululizo wa wasanii kibao kuweza kutoka katika karibu hiyo na kuweza kufuatilia au kuendelea na maisha yao mengine nje ya lebo hiyo. Sasa nini macho kinapelekea lebo hiyo kuweza kuachana na wasanii wao kitanzania, kibongo bongo? Bongo Ibraah amejibu uh, comment ya shabiki ambaye aliuliza au chango sababu yoyote achimbe, naweza kuingia katika uh, masoko mengine au bana, njia nyingine za kuweza kujitafutia kipato. So kupitia hiyo comments ambayo alizo kuiposti e, bana Ibraah alijibu komenti ya shabiki kwa kusema kwamba shabiki alimuuliza kinachofanya uambiwe na mzee Konde lipe hiyo 1B ni kwamba umeomba utoke kwenye lebo au sababu ni nini? Ibraah akajikajibu akasema, akamwambia uh, mzee Konde alinifukuza mwenyewe, family family family, mbele za macho ya watu. Ni bora angeniambia mwenyewe tu. E, uliongea mbele za watu, leo amani ananidai B moja yanini? Da huyo asema, kwa nini unataka kutoka? Swali la muhimu. Asema Konde alinifukuza famili, nijaribu pia kuongea na Chopa ambaye ni meneja wake na nika, nika, ni kama mlezi wa Konde Gang, ila alijibu kuwa sijamkosea chochote asubana. So Ibraah amejibu kuhusiana hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana hiki ambacho kinaendelea kusumbua kuhusiana naye kuweza kutoka katika rebo ya Konde Gang asubana. So endelea kufuatilia Chris Media 24 kwa taarifa zinginezo kibao na zile zote ambazo akuwa zinahusiana na masuperstar kutoka Bongo.